Hapo e, ningependa zaidi angequalify tunawekeza vipi kwenye bonds, kwenye hisa ama kwenye mifuko ya uwekezaji kama hizo inuka, ingekuwa rahisi sana, kwa sababu nadhani sitamtendea haki nikianza kujumlisha shumu, labda uko kwenye hisa kumbe uko kwenye bond au yuko kwenye mifuko. Labda akiqualify inakuwa rahisi zaidi. Yes, ama kama Justin bado ni mpya sana kwenye eneo la uwekezaji uh, unachotaka kuelewa tu ni kwamba ziko category tofauti za uwekezaji. Kuna uwekezaji wa kwenye hisa moja kwa moja, kuna kuwekeza kwenye hati fungani ama bondi a, moja kwa moja, kuna kuwekeza kupitia mifuko ya pamoja e, sasa hii ndio ambayo iko chini ya mpaka sasa hivi iko chini pia ya Orbit Securities ingaje e, nje pia utakutana na na, na, na aina nyingine za uwekezaji mambo ya real estate na vitu kama hivyo nje ya obiti, lakini kwa ndani ya obiti ziko hizo kategori kubwa tatu hadi sasa. Kwa hiyo wewe unaweza ukaangalia, unataka kujua kuwekeza wapi, kwenye hisa, kwenye hatifungani ama kwenye, kwenye mifuko hii ya pamoja ambayo ulikuwa umeweza kulenga. Kama lengo ni mfuko, basi subiri tutakapokuwa tumeanza kujadili kuhusu mfuko, nadhani utapata majibu mengi zaidi ila kama ni issue ni hisa ama hata fungani, justify swali lako vizuri, lirekebishe vizuri, alafu baadaye mwishoni kabisa, tukao tumeanza kupitia maswali yote kwa ujumla, basi tutaweza kurejea hapo mara moja.